Sahivi mmekuwa wa moto kweli, kila mkisalimia. Maisha yetu kaka, sisi hatujawahi kuwa nyonge bradha. Fikiria na hivi hatujachukua bingwa mara nne miaka minne. Je, tukichukua bingwa mwaka huu atatesa sana vibaya mno. Ah, tuanze na hili alikamwe. Anaonekana akiwatetea aki mashabiki wa Simba kwamba nyie mnaonekana ni wanyonge, anaposti zile ahadi ambazo bosi aliahidi kuzitoa Wa... na, na msemaji Ally Kamwe atusemee sisi mashabiki wa Simba, ni uongo wa mchana kweupe. hokifanya kaay kina masai masa yake binafsi juma yake, kuna watu wanamtuma lengo ni kututoa kwenye fokasi wanasimba na relit kwenye fokasi tuliyonayo kuelekea mchezo wetu wa kimataifa, lakini pia kuelekea uzinduzi wa jezi ambako mkurugenzi wa kampuni ya Jeyrutty Investment Ishafiya Company Limited Joseph Regasura anatarajia kuzindua jezi hivi karibuni za kimataifa. Na wanasimba tumuunge mkono jezi zinapoingia sokoni. Jezi zimeshafika kwa taarifa ambazo nazo, jezi ziko Tanzania, ziko Dar es Salaam, zinatarajiwa kusambazwa mikoani kote, na wale ambao wanahitaji jezi hizo waendelee kuweka prioda kupitia namba rasmi ambazo zimetolewa na klabu ya Simba pamoja na kampuni ya Jeruti. Zipo kwenye peji zao za Instagram, ziko pale waweze kuoda hizo prioda kwa, kwa jezi kwa, kwa, kwa, shilingi elfu thelathini tano e, pamoja na, na pisi mia mbili arobaini ili zitakapozinduliwa rasmi, basi wameshapata mzigo wao na kila mwanasimba ambaye yupo kwa kila kona ya Tanzania hii aweze kupata nafasi ya kununua jezi kwa, kwa wakati na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo wanataka kututua kwenye reli, ndio maana wamshambulia mwekezaji wetu. Si tumwambie mwekezaji wetu tuko nyuma yake, tunamsupport, tunampenda, tunamsamini. Mchango wake ambao unaipa klabu ya Simba tunautambua. Jeruti hawa ngogo wa kijani hawa, zisimnyime usingizi alale yeah, unono. Sisi wanasimba ndio tunajua thamani ya Jeyrutty thamani ya Jeyrutty na Rogasira tunajua sisi wana Simba, na sio mtu yote yule, unaelewa kwa Ally Kamwe hawezi kutusemea sisi, hana malitio na wala mamlaka hiyo na sisi tunajua mtuma, na wala niwaambie kitu nyinyi waandishi wa habari na watangazaji wengine na vyombo vya habari vingine kwamba vipaumbele vya Simba sio gari, sisi vipaumbele vyetu sio gari. Na nikamwambia pango paumbele vya Simba ni gari, magari sisi tunayo. Mbona vipaumbele vyetu vya Simba ni ubingwa wa NBC Premier League mwaka huu vipaumbele vyetu vya Simba ni Kafu Champions League. Kawaambieni wana simba wajue, kawaambieni Watanzania wajue, vipaumbele vya wanasimba ni ubingwa wa Kafu Champions League, ni ubingwa wa NBC Premier League, ni ubingwa wa Federation Cup. That's all. Na sio hayo mengine, hayo ni by the way, si nanielewa vizuri. Yes, anayekuja kusemea vipaumbele vyako kwenye maisha yako ni nani? Yani mimi leo Dr Mohamed Amis, Dr Mo instagram page na na Facebook, nije kusemea wewe bwana vipengee vya bwana fulani, vya huyu bwana ni hivi. Hapa tukienda hotelini, mimi na wewe wote tuna njaa, na anapaswa kumwagizia chakula mwenzie aina chakula, kila mmoja atakiwa aseme mimi nataka kula chakula gani, au sio? Kwa sababu mimi nataka kula ugali maharage, kwa mfano mimi nikupe ugali maharage, utachukua? sio kipaumbele chako eh? Sasa nani atupangie vipaumbele sisi? Hakuna kutupangia vipaumbele. Maswala ya kimkataba baina ya Simba na Jeruti yapo confidentiality, yapo confidential, ni baina ya Simba na viongozi wa, wa kampuni ya Jeruti. Wao ndo wanajua naendeshana, wao ndo wanajua mangapi ameshafanyika, mangapi ajafa. Sisi wengine ni washuhudiaji tunasubiri matokeo tu. Kwa hiyo habari tuifunge, Wanasimba muipuuze, ni, ni propaganda ambayo imeanzishwa kututoa kwenye weli. Sisi tufokas na jezi zinazozinduliwa hivi karibuni za kimataifa kama hizi ambazo zilizinduliwa, tuzinunue kwa wingi ili tumsapoti mwekezaji wetu, lakini pia tuisapoti klabu yetu, ambako kwa mara ya kwanza nakwenda kurusha karata kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe ishirini na mbili pale Benjamin Mkapa dhidi ya Petro Atletico ya pale nchini Angola kwenye mchezo wa CAF Champions League kwenye hatua ya group stage. Umezungumza vizuri hapo kwamba e, nini ni wana Simba na msipangie kwa sababu msemaji mwenyewe anataka kulizungumzia hilo ni msemaji wa, wa Young Africans. Kwao sasa wao nadhani ulitazama sakata lililotokea juzi kati hapo la Azizi Ndambwile. Azizi Ndambwile alikuwa anaidai Young Africans kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitoka. Ila wenyewe walikuja wakatoka nje na kuzungumza kwamba watu waachie klabu yao huku akishutumu baadhi ya waandishi wa habari ambao walikuwa wanatoa taarifa zile. Uliona sakata, Klabu ya Yanga ndio maisha yao ya kudaiwa ni klabu ya madeni kwamba klabu ya Yanga ndo maisha yao, klabu ya kudaiwa. Wamezoea kudaiwa hawa, nyuma mwiko klabu yao ni ya madeni, na wajaanza leo sio kuaziza Ndambwile. Klabu ya Yanga inadaiwa na me aliwadai Yanga Afrika azana kidogo pumziki. Ah, alishadaiwa na mtu mmoja anaitwa Gairi Bigirimana na akiungwa Pieru alikuwa anyua punk kama mimi, akawapeka mpaka FIFA matokeo wakawa namficha pale Avikton kama unakumbuka, wanadanganya tumeshaachana Kambore kumbe kwa Avikton asubiri alipo. Au ndo yanga yanga, akadaiwa na mtu mmoja anaitwa Yannick Bangala Litombo kutoka Kongo, unayosuri wakataka kumzuru elfu ishirini na tano akawapeleka TFF, akamlipa yanga. Akadaiwa na mtu mmoja anaitwa Soda bemba juma shabani, yanga huyo. Yanga akadaiwa mtu mmoja anaitwa sikuduma kudubeha maharatani, unayosuri mzee wa kudensi ya mapiano. Yanga akadaiwa mtu mmoja anaitwa Luc Eymael, alikuwa ni kocha huyu. Luc Eymael alikuwa ni kocha huyu Alikuwa kocha, aliwashtaki Yanga Yanga Afrika FIFA wakamlipa milioni mia mbili thelathini kama unakumbuka. Hiyo ni Yanga. Yanga ni timu ya madeni baba, wanadaiwa mpaka na wafanyakazi wa wa kusafisha jengo, wafagiaji. Hiyo ndio Yanga nyuma mwiko. Yanga ni timu ya wa, ambayo inadaiwa imedaiwa na n ndio nyuma mwiko, hawa timu ya madeni kama sako, si ndo yanga? Yanga hawa wamedaiwa paka na TFF, uongo, wakaiambia TFF ikate huko huko. <laughs> <laughs> Yani wanadaiwa paka na mamlaka za kimpira. Yanga ndio timu pekee ilidaiwa paka na madeni ya uchawi ya urozi milioni kumi, uongo. Sasa ilipigwa faini ya milioni kumi ikadaiwa milioni kumi ya, ya urozi, uongo. <laughs> Hawa ndio Yanga nyuma mwiko. Unashangilia Ndambwile, mbona kawaida yao hawa. Unashangilia Ndambwile, hawa ndio kawaida hao kudaiwa madeni, unaelewa. Tushukuru Mungu, bwana mdogo aliizia Ndambwile kutoka Mbeya, shemeji yangu ameweza kufanikiwa. Baada ya kuwabana kule kwapa, ameweza kumpa pesa zake ili kushukuru, sababu kijana amepambana. Unajua mchezaji mpira haona biashara ingine ina faida zaidi ya mpira kwa unavyo wachereshwa malipo yao au wanataka kuwadhulumu, na kwa sio jambo jema. Familia zinahangaika zinaathirika, kwa sababu hela iko kwenye klabu. Kwa hiyo, Yanga utamaduni wao ndo huo wa kudhulumu watu na wajaanza leo wala jana. Kwenye masakata ya Young Africans kudaiwa na na wachezaji mara nyingi mmekuwa mkiwa ndo mstari wa mbele nyinyi mashabiki wa Simba pamoja na msemaji midiani, ma, ma, ma wa media mnasema, nyinyi mnawatetea wachezaji wa pesa zao. Ina maana gani? Sisi tunazungumza ukweli, kwani si ni kweli? Hasingishi yani, hicho mimi ndo maana itaja Yanga. Sio kweli nazungumza ya sababu ni ukweli na hawezi kwenda kunishtaki sababu ni ukweli umedaiwa na ushahidi upo o, <laughs> Kwa hiyo Yanga tabia yao ndo hiyo ya madeni mtu adaiwa daiwa sana ni dalili ya utapeli Ushahidi babu, utaka ushahidi gani? TFF walishaposti posti pale, wanaidai Yanga. Kwani wewe ush, si ush, ushahidi tosha hujaona wewe? Kwa sababu sifuatilii michezo, wanaofuatilia michezo wote mm -hmm, na waliposti waandishi wa habari waliposti wote, unaona vizuri eh, na mimi pia nikaposti Yanga ya dewa TFF na wao pia wakajibu kwa barua, vipo ziko hapa, wakajibu barua kwamba tukateni huko huko <laughs> Sasa Yanga amekuwa amekuwa akiingia kwenye madeni mara nyingi kwa wachezaji pamoja na makocha baada ya wao kuachana na Young Africans. Sasa nini afanye sasa ili aweze kuondokana na changamoto yani? yani? na changamoto. Cha kufanya ni kumfukuza Injinia pale. Yaani cha kufanya Yanga ile sio madeni kumfukuza Injinia. Injinia anausikaje sasa? si, ndio rais wa Yanga ile madeni ndio kwa Yanga afukuzwe tu akafanya shughuli nyingine. Asa, nye, mfano kama nyinyi hapo mmefanikiwa katika swala hilo, siku hizi hakuna madeni kabisa, Simba mmefanikiwa. Hey, sasa kwa yango gani ambao mnaweza mne, mkaishauri Yanga Afrika iweze kufanikiwa na wao, good administration and governance ambao klabu ya Simba inaonesha wa mfano. Klabu ya Simba ni role model wa klabu wa vilabu vyote hapa Tanzania, na sio Tanzania tu, ni ukanda huu wa Sekafa. Unaelewa, ni shule unaelewa kwa hiyo, viongozi wa Yanga wanatakiwa jifunze kwa Simba namna ambavyo tunaendesha mambo yetu, namna ambavyo Simba inaendesha mambo yake, namna ambavyo Simba inasimamia klabu.